Hiyo mesho nilifanya mo lenda kupika mboga. Kwani ulikuwa umenituma kuku kula mboga ama ni kuua? Uja uwa. Vita niko na yeye hapa. Aha. Uh-huh. Kichwa kiko na yeye hapa. Si ulikuwa unahitaji kichwa? Kichwa chake, mwili yake na akiwa uhai. Si ulikuwa unahitaji mwili kwa hapa? Alafu niko na yeye tu akiwa uhai. Okay, excellent, excellent. Tupatana wapi? Tupatana hapa Langata, makaburini. Kukaburia Victor. Eh. Wagon wagon. Ya ya ya. Umefanya hujafanya? Ndio, una kamera hapo hivi, anakurekodi? Ah ah, kuna kamera? Excellent, excellent. Sasa huyu jamaa namkunya supu. Na huyu jamaa si uliko maniambia ulikuwa umetuma mtu mwingine ukamuua tu ndio huyu na akafufuka. Alioa mara ya kwanza na akafufuka. Kaini mimi, pesa yako iko hapa na kashi iko hapo. Hai, kwani kashi iko wapi? Kashi iko hapo na pesa iko hapo. Kashi ni ndogo kuliko pesa, eh. Bona natuma kashi ndogo kuliko pesa? Eh. Hiyo mishon dimaliza. Nikipata mishon ingine nitakuchapia jin, na usiangalia nyuma. Spendi mishoni za ufala bwana, unaangalia mbele igenerali spendi ujinga.